Dalili za ugonjwa wa PID. Habari, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha ja afya kwa lugha ya Kiswahili. Mimi naitwa Dr. Rafiki. Sasa leo tutaenda kuzungumzia kuhusu dalili za ugonjwa wa PID. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu Dr. Rafiki, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa ni dalili zipi ambazo mwanamke aliyepata ugonjwa wa PID anakuwa nazo? Ungana na nami mwanzo mpaka mwisho wa somo hili, naamini utajifunza somo zuri. Ok, dalili ya kwanza ni maumivu ya tumbo kwa maeneo ya chini, na maumivu haya huwa yanaweza kutokea upande wa kushoto wa tumbo au upande wa kulia, lakini inakuwa e, maeneo ya chini ya tumbo, lakini yanaweza kuwa yanaelekea upande wa kushoto na upande wa kulia na maumivu haya yanaweza pia kuelekea upande wa nyuma kwenye nyonga, na yanakuwa makali sana, ambayo muda mwingine yanaweza kuzuia shughuli za mwanamke eh, kuendelea shughuli eh, za nyumbani au shughuli za kawaida za kila siku. Lakini dalili ya pili ni uchafu unaotoka ukeni unabadilika. Eh, mara nyingi uke huwa unakuwa na ute ambao ni mzuri na unasaidia uke kuwa laini, lakini pia na E, kusafisha mazingira ya ukeni. Ute huu huwa unakuwa kama kiini cha yai lile bichi. Sasa kuna uchafu ambao sio wa kawaida. Na kila uchafu unaotoka ukeni unakuwa na maana yake. Ila kwa leo tutazungumzia uchafu unaosababishwa na ugonjwa wa PID. Uchafu huu huwa unakuwa e, wa rangi ya kijani au njano au ya kawaida, lakini unakuwa na harufu e, mbaya sana ambayo inakuwa ina kila hata kuisikiliza. Hii inakuwa ina ishara kwamba e, mwanamke ameshapata maambukizi ya ugonjwa wa PID. Lakini maumivu wakati wa tendo la ndoa, maambukizi yanapozidi kuendelea, mwanamke anaweza akapata uh, maumivu makali wakati anaposhiriki tendo la ndoa. Lakini dalili ya nne ni kutokwa na damu katikati ya hedhi viungo e, vya uzazi vya mwanamke ndivyo vinaratibu utendaji wa mzunguko wa hezi. Sasa vinaposhambuliwa e, mzunguko wa hezi unabadilika, na unaweza ukapelekea hezi kutoka katikati ya hezi au pale mwanamke anapomaliza hezi na akaona hezi nyingine. Lakini damu hizi zinakuwa sio nyingi sana, kwa sababu zinakuwa sio zile za kawaida, ni zile ambazo zimesababishwa na maambukizi. Dalili ya tano eh, hedhi inaweza kuwa nzito au isiyo ya kawaida. Hivyo hivyo, maambukizi yanavyozidi kuendelea, huwa hata hedhi inabadilika, inaweza kuwa nzito na inaweza kuwa chache au ikawa nyingi zaidi kuliko kawaida, na hivi vyote vinapelekea maumivu makali sana wakati wa hedhi, na hii inakuwa ni ishara kuwa eh, maambukizi yamezidi kuongezeka na yamezidi kushambulia eh, viungo vya uzazi vya mwanamke. Dalili ya sita ni e, homa na kuchoka mwili. Sasa maambukizi yoyote yanapoingia mwilini, mwili wako unajitahidi kupambana nayo. Sasa kwenye harakati za kupambana nayo maambukizi, mwili huwa unapata joto la hali ya juu na mwili wa huyo mtu aliyepata changamoto hiyo a, utaanza kuchoka kwa sababu unakuwa unapambana na maambukizi ambayo ya yameingia mwilini. Joto litapanda juu, lakini mwili pia utakuwa zohofu na utachoka, na hivyo sasa ndio maana, e, wanawake wengi wenye ugonjwa wa PID utamwona anakuwa analala, anakuwa hana nguvu, amechoka, lakini pia na joto la mwili linakuwa limepanda juu. Lakini dalili ya saba ni maumivu wakati wa kukojoa. Sasa maambukizi yanapoendelea kusambaa yakafika kwenye njia ya mkojo uh, huwa mwanamke anapata hisia kama, kama kitu kinawaka moto wakati wa kukojoa, lakini pia kama anaweza kuwa anahisi kama, uh, kama anaungua hivi, kwa sababu yale maambukizi ya bakteria wanapokaa kwenye njia ya mkojo eh, mwanamke lazima ataanza kuhisi dalili kama ya hisia kama kunawaka moto katika njia ya mkojo na hii pia inakuwa inaashiria kwamba maambukizi yameshaanza kusambaa mpaka yakaingia kwenye njia ya mkojo, ambapo inaweza kusababisha hatari pia ya magonjwa mengine katika mfumo wa mkojo. Lakini pia dalili ya nane ni kichefuchefu au kutapika. E, mara nyingi dalili hizi huwa zinaambatana na magonjwa yoyote E, unapopata maambukizi yote mwilini, mwili wako unapambana na hayo maambukizi sasa. E, unaweza ukapata na dalili zingine ambazo zinambatana na hiyo hali kwa sababu mwili unapokuwa umechoka, mpata joto la hali ya juu, unaweza ukapata kichefuchefu, lakini muda mwingine na kutapika. Na mara nyingi hii ni kweli ni ishara kwamba maambukizi sasa yameshaenea kwa kiasi kikubwa na yameshambulia hadi e, viungo vya uzazi kwa sehemu kubwa kabisa na hivyo maambukizi yameanza kusambaa hadi kuingia kwenye e, mfumo wa e, wa damu na hivyo sasa inaweza ku, kupelekea e, kupata e, matatizo makubwa zaidi. Kwa hiyo hii inakuwa ni ishara kwamba sasa mwanamke ameshapata changamoto kubwa ambayo inahitaji matibabu haraka. Lakini dalili ya tisa ni maumivu makali ya ghafla. Sasa maambukizi yanavyozidi kusambaa yanaweza yakapelekea e, Unajua, maambukizi yote yanapotokea mwilini huwa yanatengeneza sasa, ya ugonjwa wa PID yanaweza katengeneza usaha katika mirija ya uzazi. Sasa mirija ya uzazi ikishapata usaha inaweza kupelekea ile sehemu ikapasuka na pia hata ikatengeneza uvimbe, na tufahamu usaa sehemu yote unapokaa huwa unatengeneza uvimbe na jipu na maumivu yake yanakuwa makali sana. Kwa hiyo kama ikitokea e, mrija ya uzazi imepasuka au imejaa e, uchafu ambao unakuwa kama usaa, maumivu yanakuwa ni makali sana na yanatokea kwa ghafla. Na kwa hii mara nyingi huwa inahitaji matibabu ya haraka sana, na mara nyingi mwanamke akichelewa kufanya matibabu katika hali hii anaweza pia hata kupoteza maisha. Kwa hiyo ni vizuri sana e, kugundua dalili hizi mapema na unapoona moja dalili hizi ni vizuri kuwasiliana na daktari ili kupata ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote au umeona baadhi ya dalili hizi unazo, unaweza kuwasiliana nami Dr. Rafiki kwa WhatsApp namba inayopatikana e, katika hiyo skrini ambayo unaona hapo, na mimi nitazungumza na wewe na nitakupa maelekezo sahihi, lakini pia nitakushauri kitu cha kufanya sahihi kulingana na hali yako. Kama una changamoto yoyote au una swali lolote unaweza kakometi hapo kwenye sehemu ya comment section, nami nitafanyia kazi. Asante sana kwa kusikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho somo hili. Tukutane tena kwenye somo jingine. Asante na karibu tena, nikutakie afya njema.